Anza kuzungumza leo kuhusiana na kalenda ya kichawi. Kalenda ya kichawi, Mungu ametupa neema leo tutaanza kuzungumzia kalenda ya kichawi. Nilikuwa naweka hao sawa ili nikusaidie wewe ambaye unapata shida na unaposikia mambo ya kichawi kichawi. Kitabu kile cha uh, Ufunuo sura ile ya tisa, na ule mstari wa kumi na tano. Ufunuo sura ile ya tisa na ule mstari wa kumi na tano. Ufunuo sura ile ya tisa na ule mstari wa kumi na tano. Ufunuo sura ile ya tisa na ule mstari wa kumi na tano, maandiko yanaeleza, yanasema hivi: wale malaika wanne wakafunguliwa waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka ili kwamba wawaue theluthi ya wanadamu wale Malaika wanne wakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba wawaue, ili kwamba wawaue theluthi ya wanadamu. Nataka ufahamu mambo kadha wa kadha hapa. Jambo la kwanza la kufahamu, kuna aina mbili za malaika. Kuna malaika wanaoirinda enzi na kuna malaika walioasi enzi ama wasioirinda enzi. Kuna malaika wanaoirinda enzi na kuna malaika wasioirinda enzi. Maraika wanayo, wanao irinda enzi ndio wanaitwa maraika wa nuru. Maraika wa nuru hawa ni maraika ambao wanairinda enzi. Maraika wasioirinda enzi, maraika wasioirinda enzi ndio wanaitwa maraika wa giza. Wanaitwa maraika wa giza. Kuna aina mbili za maraika. Tane, taratibu. Kuna aina mbili za malaika: kuna malaika wanaoirinda enzi na kuna malaika wasioirinda enzi, kwa maana ya malaika walio asi. Malaika wanaoirinda enzi ndio wanaitwa malaika wa nuru, halafu malaika wasioirinda enzi ndio wanaitwa Ma, ndiyo wanaitwa maraika wa giza. Kwenye maraika wa giza hao, maraika wa giza hao ndiyo mashetani, ndiyo mapepo, ndiyo yanaongozwa sasa na Ibilisi. Ibilisi alikuwa ni maraika, alipoasi, alipoacha kuilinda enzi, akaasi na kikosi chake akaasi na wafuasi wake. Ibirisha alikuwa na wafuasi, rusfa alikuwa na wafuasi. Alipokuwa anataka kupindua mbingu, kupindua utawala, alikuwa na watu ambao wako naye, nawambia tuko pamoja, tuko na wewe, apinduliwe! Atumtaki Mungu, atumtaki Mungu aangushwe, aangushwe, e ametawala sana miaka mingi e, e. A, mitano tena, hapana, asipewe e, e, e. Alikuwa na wadau. Shetani alikuwa na wadau, alikuwa nao wadau wakati anataka kumpindua Mungu, alikuwa nao wadau wakati anataka kufanya mapinduzi, kwa sababu Mungu ametawala sana, sifa zote ni za kwake, alikuwa na wadau. Sasa wale malaika ambao waliasi enzi, ndio wanaitwa malaika wa giza, kwa jina jingine ndio wanaitwa mashetwani au mashetani. Hasa yule kiongozi wao yule baba lao kwa wale malaika walio asi, yule baba lao ndio anaitwa Shetani, ndio anaitwa Ibilisi. Kwa hiyo mashetani ni malaika walio asi, mashetani ni malaika wasioilinda enzi, mashetani ni mapepo, mapepo ndio mashetani mapepo ni malaika wasiyoilinda enzi, ni malaika wa giza, na ndio maana Yesu kwa sababu wale wameumbwa kwenye ulimwengu wa roho kwa namna ya roho, ndio maana kwa nini Yesu hakufa kwa, kwa nini Mungu, kwa nini Mungu hakumtoa mwanawake wa pekee afe kwa ajili yao na wao waokolewe, yale malaika na mashetani ni kwa sababu ange yale, kwa sababu ni, ni, ni viumbe vya rohoni, vilitakiwa kama ni Mungu anamtoa mwana wake wa pekee, ilitakiwa atoe kila shetani mmoja afe mtoto mmoja mmoja wa Mungu, ndiyo yale mashetani na menyo ya yaokolewe. Ndiyo maana Mungu aliachana nayo akayaacha yasubirie siku ya mwisho, siku ya hukumu. Na ndio maana hata ziwa la moto sio kwa ajili ya watu zuwa ni kwa ajili ya hayo mashetani walioasi, sio wanadamu, ila mwanadamu ambaye ataamua kufuatana nao. Ndio maana shetani anatafuta washirika wa ambao atasaidiana nao kuungua nao moto, asiwe peke yake. Ndio maana ya shetani. Ah, si naongea makubwa haya. Oh, Baba nisaidie Hekaheka heka za shetani, lile ziwa la moto, hakuumbiwa mwanadamu, limewekwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Sanisikize vizuri kwamba shetani ni malaika, mapepo ni malaika waliasi enzi. Sasa kitabu cha ufunuo sasa, turudi kwenye kitabu cha ufunuo sasa, kitabu cha ufunuo sasa, kitabu cha ufunuo sasa kinasema hivi ile sura ya tisa tano, kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 9 15, maandiko yanaeeleza yanasema hivi: wale maraika wanne. Sasa hapa wanazungumziwa sasa wale malaika walio asi, yanazungumziwa hapa, yale mashetani wanaongelewa hapa, yale mashetwani ambayo yali Maanake yanazungumziwapo mapepo kosema, wale malaika wanne wakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba wawaue theruthi ya wanadamu. Nataka uone mashetani hayaui wanadamu kila siku yoyote. A, a, kuna saa, kuna siku, kuna mwezi na kuna mwaka. Mashetani ili yamuue mtu, mashetani ili yamuharibu mtu yamewekwa tu kwa ajili kuna siku maalum imewekwa kwa ajili yao na hiyo siku kuna saa maalum kuna siku maalum kuna mwezi maalum na kuna mwaka maalum sasa ukishaongelea siku Ukaongerea mwezi ukaongerea mwaka, naongerea kalenda. Kwa hiyo wachawi hawarogi tu kila mda akitaka aroge. <laughs> wana saa <laughs> wana siku, wana mwezi na wana Awa, nikuonyeshe kitu hapa. Kitabu cha Mithali, kitabu cha Mithali, Mithali 16:4, Mithali 16:4. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata wabaya kwa siku ya ubaya, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo wabaya wanafanya kazi peke yake kwenye siku ya ubaya. Ule mstari wenu wa Waebrania mnaupenda, unasemaga kila jambo na wakati wake. Ni oga ni ngapi ngapi? Waebrania kumi, mhubiri wa, wa, wa, kumi na ngapi? Kumi na mbili au ni kumi na moja? Hata wabaya siku ya ubaya kila jambo na majira yake, kila jambo na majira yake ni ni, uh, Mhubiri, Mhubiri siku kumi na moja ngapi? Msari unapendwa sana na watu Mhubiri, Mhubiri, nitafutie Muhubiri, Muhubiri. Muhubiri nadhani ni kumi na moja ama kumi na mbili, nadhani kila jambo na chini ya jua, siku na kusudi, siku na nini, ila nataka uone hapa ya kwamba Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo wabaya wana kazi tu siku ya ubaya, naomba hiyo usajili kwenye kichwa chako. Wabaya wanafanya kazi tu siku ya ubaya wabaya wanafanya kazi tu siku ya ubaya wabaya wanafanya kazi tu siku ya ubaya, siku ya ubaya. Bwana asante, hiyo ni mbili tatu wakesawa ya kwa kila jambo kuna majira yake hata kurogwa na kwenyewe kuna majira yake. Hata kupagawa na mapepo kuna majira yake. Hata kukabwa na wachawi na ma, na kukabwi muda wowote, kuna muda fulani kwa siku fulani, kuna muda unakabwa mapema, kuna muda unakabwa karibu na asubuhi, kuna muda yaani kura... kila siku ina saa yake, ina muda wake wa kukabwa. Okay, kila jambo kuna majira yake z kila jambo kuna majira yake, kila jambo kuna majira yake. Mhubiri tatu: kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Tendelee, mm -hmm. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Rudi kule juu, ili mstari wa kwanza, ehe kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kwa kila tukio lina majira yake, kila tukio lina mda wake wa kutokea, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo kila tukio, kila jambo lina majira yake ya kutokea, hata kurogwa, hata kupigwa tunguri hata kusomewa dua, hata kusomewa kusomewa kusomewa a, kusomewa visomo, hata kuandikiwa kombe, hata kupiga puri, hata kusoma telafi, hata kutikisa maini njia panda. Kila ma, ma kila jambo lina majira yake, ndio maana ile mithali. Uh, ile Mithali 16:4 anasema uh, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo wabaya wana siku yao ya ubaya. Sasa kesho nitakufundisha mambo ya ramuri. Leo sitaki uogope sana. Kesho tutaongelea mambo ya ramuli. Lakini uh, nitakufundisha ramuri la maana yake nini na kwenye Biblia na ramli ngapi? Nani alipigiwa ramli na nani alipigiwa ramli? Nitakuonyesha kuhusu ramli kesho, na utaona hizi ninachokisema. Kwa kila, kwa wabaya wanafanya kazi tu siku ya ubaya. Na kwa bahati mbaya, mtu awe ameokoka ama hajaokoka, siku ya ubaya unaijua. Una yani ukiamka tu asubuhi kitandani ya ubao unaijua, kuna namna ambavyo akili yako inakuwa kuna jinsi unakuwa mzito mzito. Ulikuwa na safari, utaki kusafiri. Ulikuwa unataka kwenda dukani, utaki kwenda dukani. Na ukitoka tu njiani, ajari. Ukipanda basi, ajari. Usipopanda ilo utasika, lile basi utaka kupanda imeanguka. Yani usiku, unaenda kama unaenda kanisani, yani unakuwa mm, ni kama kuna kitu kitatokea leo ni kama kuna jambo litatokea leo. Yaani ah, siku ya ubaya inajulikana. Yaani hii siku ya ubaya uwe ume, hata, hata mtu kama baba yake au mama yake amekufa, hiyo siku alipoamka asubuhi anajuaga kwamba kuna kitu, shida yako shida, shida tuwaga hauerewi Hale sijui kama mnanielewa hii. Hii hali. Yaani kuna kitu tu, kuna siku tu naamka tu uko ofu mdi. Yaani kuna, kuna siku tu na yaani kuna siku tu yaani kuna siku naamka hujielewi. Ndio unasikia baba kafariki. Ndio unasikia mama kafariki. Ndio unasikia njomba kafariki. Ndio unasikia kuna ajali kubwa imetokea. Mwanao amepata ajali. Ndio unasikia shule ya mwanao imeungua moto. Ndio unasikia Ah, mwanao mimba mimba yake imeharibika, unasikia una, una kumbe mume wake yuko hospitalini na hajulikani, simu yake haijulikani ilipo. Ndio unasikia fulani katekwa. Ndio unasikia siku ya ubaya tu, kiamka tu unaijua yaani. Sijui sielewi kama naongea na watu, sijui kama naongea na watu hapa, sijui kama naongea na watu hiyo siku hiyo siku ndio siku ya wewe kurogeka. Hiyo siku ndio siku ya wewe kupigwa tukio. Hiyo siku ndio utashangaa siku ya wewe kupata heart attack. Watu waliofia usingizini ukiwauliza, ukiwafufua ukawauliza, watakwambia ni kama hiyo siku walikuwa unajua kusikia au siku, siku ambayo mtu anaibiwa ana, ana nyumbani kwake kwa nawaza milango nimefunga kwelisiafunga afu, hivi ah, au ah, leo tu au huwa ah, nafunga kila siku leo nisifunge. <laughs> Siku umeacha kufunga tu mlango, siku umejisahau tu ndio siku yako ya kuiba. Na nakumbuka ah, nirudi tena nikafunge ni mbali sana. bwana bwana, leo nimejisikia nimechoka bwana, leo acha niache tu leo bwana. Yani, siku siku ya uovu unakuwa mzembe mzembe, siku ya uovu unakuwa mvivu kuliko watu wote siku ya uovu hivi, kuna mtu, hebu labda kama kuna mtu anaweza akaelezea hii hali nayo, na hisi mimi sina maneno mazuri, kama kuna mtu anaweza akaelezea hii hali nayo izungumza, yani, yani Uh, kama unaweza kuielezea hii, halafu tuandikie hapo kwenye comment. Hiyo siku, siku ya ubaya, hata wabaya kwa hiyo wabaya wana mwizi, anakuibia tu kwenye siku yako ya ubaya. Kama sio siku ya ubaya, atakukuta huko macho unasahihisha mitihani ya darasa la saba, atakukuta huko macho unambembeleza bibi wako amenuna, wa ndakukuta huko macho. Mwizi siku akija, kama sio siku yenyewe akawa aka, aka amecheza amekosea kalenda, ndakukuta upo <laughs> yani, nafikiri yani, hawa wezi walikuwa wananitarget walikuwa wananifatilia. Ukweli ni kwamba hakuna aliyekuwa anakufatilia. Mwizi alikuwa na, na maisha yake na wewe ulikuwa na maisha ya kwako. Kwa, ila tu kwenye siku ya ubaya wale wezi mashetani mapepo yakawasukuma ndio watembelee kwenye banda lako ndio wapite nyumbani kwako ndio ukute hujafunga mlango na hampo wote. Unajua, unajua kuna, kuna watu walikuwa wanatufuatilia na kuonekana kabisa. Au huyu mwizi huyu alikuwa anatulia timing, hakuna hajawahi kukulia timing wala kukufuatilia, ila siku ya ubaya ulipojisikia huko, ile siku ya ubaya ndio mashetani wachaye waliwasukuma wezi waje Hakuna aliyekufuatilia kabla. Unajua nahisi kabisa kuna mtu kachoma, ka, ka, ka, ka kanichoma. Hakuna aliyekuchoma, ni siku ya ubaya, siku ya ubaya. Unaweza kujificha siku zote, ila siku ya ubaya hmm, siku ya ubaya. Kiko, koko, koko, koko. Wabaya hawafanyi kazi siku zote wachawi waganga wasihiri hawafanyi kazi siku zote. Kuna siku yao inaitwa siku ya, ya ubaya. Kitabu cha kile cha Ufunuo, turudi turudi kwenye Ufunuo 915, Ufunuo 915, Ufunuo 915, maandiko yanasema Ufunuo 915 wale malaika wanne wakafunguliwa, yale mashetani manne yale mapepo manne yakafunguliwa, waliokuwa wamewekwa tayari, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa siku na mwezi Saa inajitegemea ndio maana kuna neno na hakuna mkato, na siku inajitegemea kwenye huo mstari kwa kuwa kuna neno na hakuna mkato, na mwezi unajitegemea kwenye huo mstari kwa kuwa kuna neno na hakuna mkato. Mwaka mashwetwani yana mashetani yanasaa, yana mwaka. Ndio maana ushawai kusikia mtu amesumbuliwa na mapepo, yanapiga kelele, anasema tumetumwa tuje tumuue, na yale mapepo yamemtesa zaidi ya miaka miwili, miaka mitatu, tujitumwa sijui na nani yake, tuje tumuue, na babu yake tuje tumuue mimi waga nayambia haya, muueni, hawawezi kumuua. Wanaweza wakaingia ndani yake, ila kumuua hawawezi. Kwa nini? Kuna saa, kuna siku, kuna mwezi. Kama hiyo saa haijafika, hiyo siku haijafika huo mwezi haujafika na huo mwaka haujafika. Iko siku ambayo ikifika, haya mapepo yatamuua huyu, haya mapepo yatamuua huyu babu. Kama haijafika, a, kama sio siku ya ubaya kama kwenye kalenda haijafika ile siku yawe kupatwa na jambo baya, mchawi hakufanyi chochote, mchawi hakufanyi chochote. O, wachawi wana kalenda ambayo wanaiangalia kwamba huyu mtu siku hii ndio tumloge huyu mtu mimba yake inaweza kuharibika siku ya kumi na tatu tangu hiyo mimba itungwe, siku ya kumi na saba tangu mwezi mimba itungwe. Huyu mtu kwa jinsi alivyo, huyu mtu kwa namna alivyo, hiki kitu chake kinaweza kuharibika siku hivyo, na kalenda ya mashetani yanafanya kazi kwenye siku, kwenye mwezi. Labda nikuonyeshe, nitakwambia kesho. Sikumalizia, nitakwambia kesho jambo hini. Kuna kalenda ya kichawi ambayo lazima tuanze kuishughulikia kwenye maombi. Leo hii ni semina ya mafundisho, lakini kesho tutaingia ndani. Kuna kalenda ya kichawi kama ambavyo kuna kalenda ya kiroho ya Mungu na ya kanisa. Kuna majila ya kanisa, kuna kalenda ya kanisa na kuna kalenda ya Mungu ama kalenda ya kiroho ya Mungu. Hivyo hivyo pia wachawi na wao wana kalenda zao, alafu na kuna kalenda ya shi. Sasa ili wewe uwe salama kwenye maisha haya, siku kiamka huielewi elewi na mawenge wenge, omba sana. Siku kiwa mzembe kuliko siku zote, omba sana. Siku kiwa na uzito ama utaji kuliko siku zote, omba sana. Akiwauliza watu wengi hapa, siku ambayo baba yake alikufa, alijua kuna kitu kilikuwa kinamwambia. Nikiwauliza hapa watu wengi hapa, siku ambayo alipata mimba yake, mwanamke yote ambaye mimba yake iliharibika, kuna kitu kilikuwa kina ni kama kwenye akili kina triga hivi, halafu kesho yake anaamka asubuhi mimba ime nasingine ikuwa wage naanza kama mawazo napata mawazo kama mimba itaharibika, kama mimba itatoka nikiwatafuta hapa watu ambao waliwahi kupata ajali, kila mtu ambaye aliwahi kupata ajali, mtu yeyote ambaye aliwahi kupata ajali, mtu yeyote ambaye aliwahi kupata ajali hiyo siku, tangu naendesha gari, yaani hiyo siku kuna namna ambavyo ulikuwa unalazimisha vitu. Mtu yeyote iwe ni ajali kwenye basi, yaani mtu yeyote ambaye aliwahi kupata ajali hiyo siku, tangu asubuhi alikuwa sawa kwa kuna kitu kwenye akili kilikuwepo. Unajua kalenda imesoma kazi yetu. Kubwa ni kuivuruga kabisa kalenda ya kichawi. Kazi yetu kubwa ni kuiharibu kabisa kalenda ya kichawi. Ni muhimu sana tukafahamu jambo hili. Muhimu sana tukaelewa jambo hili. Ni muhimu sana tukalifahamu jambo hili.